Timu ya Tanzania yaporomoka nafasi tano viwango vya ubora FIFA ambapo imeelezwa kwamba Tanzania imeporomoka kwa nafasi tano kwenye viwango vya ubora wa shirikisho la mpira wa miguu duniani maarufu kama FIFA katika chati ya viwango vya mwezi Novemba. Kichapo cha mabao manne kwa tatu ambacho timu ya taifa ya taifa Stars imekipata katika mechi ya grafiki me, ya mechi ya kimataifa ya grafiki Novemba 15 2025 kinaonekana kuchangia kwa kiasi kikubwa kuiangusha Tanzania kutoka nafasi ya mia moja na saba iliyokuwepo awali hadi kufikia nafasi ya mia moja kumi na mbili. Anguko kwenye chati ya ubora wa FIFA linaonekana kutoigusa Tanzania bali hata hapa jirani zetu Kenya na Uganda wakati Uganda ikianguka kutoka nafasi ya themanini na tatu hadi nafasi ya themanini na tano wakati Kenya iliyokuwa nafasi ya mia moja na tisa imeshuka kwa nafasi nne na kuangukia nafasi ya mia moja kumi na tatu Moroko ambayo kidunia imepanda hadi nafasi ya kumi na moja kutoka ile ya kumi na mbili ambayo ilikuwepo awali bado inaendelea kuwa kinara katika bara la Afrika ikifuatiwa na Senegal. DR Congo ambayo imefanya vizuri katika mechi za mchujo barani Afrika nia kufuzu fainali za kombe la dunia mwaka elfu mbili na ishirini na sita ikizifunga timu kama e, timu za taifa za e, Kameruni na Nigeria imepanda kwa nafasi nne kutoka nafasi ya mia ya, ya sitini ambayo ilikuwepo awali hadi nafasi ya hamsini na sita huku Nigeria yenyewe imepanda kwa nafasi tatu hadi ya thelathini na nane ikitoka nafasi arobaini na moja ambayo ilikuwepo katika viwango vya FIFA vya mwezi Oktoba elfu mbili na ishirini na tano. Hakuna mabadiliko katika nafasi nne za juu za chati hiyo a ambayo timu nne zilizokuwa Eh, hapo zimebaki kama zilivyo, kinala ikibaki kuwa ni Hispania kama ilivyokuwa hapo kabla. Argentina imeendelea kushika nafasi ya pili nyuma ya Hispania, na nafasi ya tatu imeendelea kushikiliwa na Ufaransa, huku nafasi ya nne ikiwepo iki England au Uingereza. Na ndivyo ambavyo e, timu ya taifa Tanzania Taifa Stars ilivyoweza kuporomoka kwenye viwango hivyo vya FIFA. Hayo yote imechagizwa baada ya kuweza kupokea kipigo cha goli e, cha goli nne kwa tatu na timu ya Kuwaiti, ambapo wengi walibeza uwezo na kudai kwamba Taifa Stars ilifanya vibaya kutokana na kile ambacho waliamini kwamba ni uzembe ambao ulitokea kwa kuwa kwenye viwango vya ubora Kuwaiti imezidiwa pakubwa na timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo imeweza kuporomoka kwa nafasi tano, yani awali ilikuwa ni nafasi mia moja na saba sasa ni mia moja na kumi na mbili.